Kupata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Uh, Jumatatu ya leo tarehe ishirini na tatu, uh, Juni elfu mbili na ishirini na tano. Uh, moja kwa moja tutakwenda kumshukuru Mungu tunapoanza kipindi chetu asubuhi leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunasema asante kwa baraka na neno lako Bwana, tunasema asante kwa ajili ya fursa na baraka njema kuwepo mahali hapa asubuhi leo mioyo yetu imefunguka kusikia kupokea kutoka kwako, kubarikiwa na ni neno lako Bwana. Asante kwa roho wako anayekaa ndani yetu anayeambatana sisi zaidi ya ndugu, ambaye iko tayari kutufundisha na kutujenga asubuhi ya leo kwa maarifa ya neno ni lako Bwana. Popote pale ambapo sauti hii itakuwa ikisikika asubuhi ya leo, nguvu ya neno ni lako na no utukufu wa neno lako unaangaza kila mahali, ukileta ushindi, ubora na no utukufu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amina. <coughs> Wow. Karibu sana. Hii ni amka na Rhapsodi wakati mzuri wa neno la Mungu, wakati mzuri wa kujengwa, kubarikiwa kwa maarifa neno la Mungu. Na kama ambavyo uh, unafahamu kama kipindi cha Amka na Rhapsodi kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa kumi na moja asubuhi mpaka saa kumi na mbili. Na kitabu cha Rhapsodi ya Uhakika ni kitabu ambacho kinaandikwa na mtoto wa Mungu Mchungaji Chris Oyakhilome PhD, kitabu ambacho kinatoka kila mwezi kinakuwa neno la kila siku na asubuhi ya leo kabla ya kuanza rhapsodi yetu, kumbuka leo ni Jumatatu, kwa Jumamosi, juma juma kamuja, kwa ni Jumatatu wote tunapitia Jumamosi, Jumapili na Jumatatu moja kwa moja. Tutaanza kwa shukrani mbele za Bwana, nitatamani pale ulipo ulibariki jina la Bwana, umshukuru kwa wingi wa fadhili zake na rehema zake. Ao asubuhi leo

Bwana, umekuwa makao yetu, ribo jana labarabasigiribo korobaabaira kizazi bara ya kizazi hujayumba oh, wala, wala dunia na tangu milele, hata milele wewe ndiwe Mungu mandara basiga

asante kwa rehema zako, asante kwa ukuu wako Bwana, ribo jala eno lako, ndio ushuhudi wetu, na uthubutu wetu, na ujasiri wetu. Kanto baraba zent baraba rabazia bokoro baraba. Oh haleluya, popote pale unapotusikia asubuhi ya leo, fungua kinywa chako na umpe Bwana sifa na utukufu. Hudumu mbele za Bwana kwa maneno ya shukrani na kumwabudu na kumtukuza.

Ribo jondoloma toa wale wana kondoo wa midomo yako mbele za Bwana, ribo zolomanda dabazira, na sifa zako sifa za Bwana zivume katika vinywa vyako na kutoka katika vilindi vya moyo wako ribo zolo mandara basigiri bokoro bala bazira, mwadhimishe yeye aliye Mungu wokovu wetu, yeye aliye ujasiri wetu na nguvu yetu, yeye aliye uthubutu wetu, yeye aliye baraka yetu na hamasa yetu, jala para kite jala para vantola rakazite le vandara bazira, ribo zonto lo bara bazigiri bo jondo lo bo bosira, barate jele mandara bazigiri bo jondo lahati jala hariba jahati lahara fasola hasakta

Hakika nguvu yako Bwana inagusa mili yao, kutoka katika utosi wa vichwa vyao, kwenye kila chembe yao, kwenye kila seli, kwenye kila tishu, kwenye kila ugani ya mili yao

vyetu nguvu ya uponyaji na penya kwenye kila chembe hai ya mwili wako, kwenye mifupa yako, kwenye figo yako, raba soto loro masanda rabo zira, kwenye mfumo wako wa damu, raba zonto lomanda rabo zira, kwenye mfumo wako kutoa taka mwilini adika jina la Yesu Kristo na kumgusa kila mmoja wetu. Bwana ni mwema na fadhili zake ni njema sana na yeye ndiyo kimbilio letu na ujasiri wetu. oh, haleluya haleluya! Kama ndo kwanza unafungua redio yako asubuhi leo, karibu. Hii ni amka na Rapsodi. Uh, ni wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu, na tutakwenda moja kwa moja kupitia rapsodi yetu ya siku ya Jumamosi mosi tarehe ishirini na moja na neno linasema